Jeshi la Polisi mkoani Morogoro linamshikilia Yahaya Bakari Idd mwenye umri wa miaka arobaini na tatu, mkazi wa Gongo la Mboto, jijini Dar es Salaam, dereva wa gari la Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema kwa tuhuma za kusababisha ajali iliyojeruhi wanachama wanne wa chama hicho waliokuwa wameongozana na makamu mwenyekiti wa chama John Heche. Ajali hiyo imetokea alfajiri ya Juni 5, 2025 katika eneo la Mataa ya Tumbaku, Manispaa ya Morogoro, barabara kuu ya Morogoro Iringa. Gari hilo lilikuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Kivukoni, Ulanga, Igima, Mlimba, Ifakara Mjini, Kilombero, mkwani humo kuanza operation ya No Reform, no Erection iliyoongozwa na Makamu Mwenyekiti Bara, John Heche. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi kwa vyombo vya habari iliyotolewa leo Juni 6, 2025 inaeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva huyo akiendesha gari aina ya Ford Ranger namba T ya 661 DQL mali ya Chadema kushindwa kuzingatia alama za barabarani na kuligonga gari la mizigo aina ya Scania namba T ya 340 DWW likiwa na tela namba T ya 976 CGE lililokuwa limeegeshwa kwenye kisima cha mafuta Juni tano mwaka huu. Mwananchi Digital tuliripoti taarifa hii katika mahojiano na moja ya manusura wa ajali hiyo, Twaha Mwepaya mwanachama wa Chadema ambaye alikuwa kiongozi wa msafara huo kwenye gari la muziki alisema katika gari hilo walikuwa watu wanne ambao ni dereva, mlinzi na DJ. Wote wamepata majeraha madogo madogo, walikimbizwa moja ya hospitali iliyopo hapa manispaa ya Morogoro kwa uangalizi wa kiafya. Hata hivyo, katika taarifa ya polisi kwa vyombo vya habari imesema kuwa watu hao waliokuwa kwenye gari hiyo wamepata michubuko na majeraha madogo madogo, ambapo wametibiwa na kuruhusiwa. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.